Siku hizi imekuwa kama slogan. Ukitaka kutrend kama ni mwanamke, akisha uko na makalio makubwa, wengi wanaita nyashi. Ndio maana kila mmoja akipiga picha anaekeza anaelekeza kwenye makalio yake. Walio na makalio madogo, poleni, lakini wale walio na makalio makubwa, mimi nataka tu kuambia hivi wanaume tisini na tisa asilimia wanaume wamekuchanganyikiwa na kuona makalio makubwa awe mbunge akiona makalio makubwa yakipita anatazama. Awe mwalimu anapoona makalio makubwa yakipita anatazama. Hata wanawake wenyewe wenyewe <laughs> wanatazamana makalio we, huyu ana kubwa kuliko, nafanya hata wengine wanaenda kununua zile zile mnini na nini, mafuta za kuongeza <laughs> kubwa makalio. Poleni, zisije zikaiva zikawa kama avocado ama popo, <laughs> ikipasukana kutoboka. <laughs> Japo mnawachanganya wanaume, mwanaume ako na radhi aache mke wake kwa nyumba, aende huko nje atazae, atafuta mwanamke wenye makalio makubwa. Lakini mimi ninachokisema, mwanaume wake mwenye makalio makubwa au makalio madogo wote sawa tu bora eh, chakula kiive eh, sufuria kama ni kubwa inapanuliwa, meko inasongeshwa huko na huko. Sufuria kama ndogo inabanwa, mradi tu sufuria itoshe chakula kipikwa. <laughs> Eh, wanaopotelea kwa makalio makubwa, wakati wakati wa tendo, nani anatazamanga hayo makalio? Ama ni mwisho shughuli, kila mmoja anaenda. Wanaume nu kupoteza maela zenu. <laughs> Makalio imewafanya hata wengine watu wa dini, wengine wanapotelea kwa makalio makubwa pasipo kujua nini Mungu anataka katika maisha yenu. Wale wenu wenye kuacha bibi zenu na kufuata makalio makubwa, hata ni bura tu ei, hicho chako kidogo hicho ulio hicho kikubwa kitakutoa roho